Lakini pia hapa kuna tatizo moja la mteule wangu mmoja, Dasi. Ninaambiwa ana mambo ambayo hayaendani na maadili ya kazi yake. Zipo tuhuma kwamba anachukua hata wake wa watu. Nilikwisha kumuonya siku za nyuma, nafikiri hakuweza kuonyeka. Na kwa sababu jukumu langu pia ni kusimamia maadili na nidhamu za watendaji, ninakuagiza Mheshimiwa Jafu uongee na Mheshimiwa Mkucheka kwamba huyu kazi ya udasi nimeitengua leo. Mtafutieni kazi ya chini ambayo aliyo nayo na uwezo, na asifanye hapa. Kwa hiyo Utamweleza Mkuchika niletee mapendekezo, au kama yuko hapa, mnayemwona mwingine anafaafaa udasi, ni mpe. Mkuu wa mkoa nani anaweza akafaa udasi? Tunamaliza hapa, hapa. Kwani lazima tusubiri Mheshimiwa Rais? Ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe kuna afisa tawala anaweza kabisa kufanya kazi hiyo. Ofisa tawara yuko hapa, njoo hapa, ofisa tawara. Ana elimu gani? Pala ana elimu gani? Ah, una elimu gani, ofisa tawara? Karibu. una masters ya public administration. Kuanzia leo wewe ni dasi, kaendelee kufanya kazi ili na ninyi sasa mkagombanie wanaume na mkuu wa wilaya alafu wote muondoke. Ila hongera mama, unaitwa nani? Nani? Mwanana Msumi? Mwanana Msumi, Mwanana Msumi oye Haya, mwandikieni barua leo aipate. Huyu ndiye dasi wa Kisarawe sawa, jamani. Mwanana msumi oye, mwanane msumi oye, oye. Nenda ukafanye kazi, dasi. Jo, ukae huku kwanza, mpe kiti hapa akae, mtafutie kiti hapa. Kisarawe oye! Tunataka watu tunaowateua kwenda kufanya kazi wakafanye kazi tulizowatuma. Hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka, wala hakuna cha kuhamisha. Ukiharibu hapo, unaharibikia hapo hapo. Huo ndio ubaya wangu, nitatimiza wajibu wangu ili mahitaji ya Watanzania wayapate kiukweli, kwa sababu Watanzania hawa wanahitaji maendeleo, wanahitaji kero zao zitatuliwe. Kisarawe oye!